Hii ni mhatari TV. Kwa mara nyingine tena, leo tunakuletea a 100 plus window shortcut with M hatari TV. ni nini window shortcut? ni njia mkato ambazo zitamwezesha mtumiaji wa kompyuta kufanya kazi kwa haraka na kwa ufanisi zaidi. M hatari TV imezigawa shortcut katika makundi makuu kumi. Leo itazungumzia kundi moja pekee. Kundi gani hilo? Tuende tukaone. Linaitwa general shortcut, ni shortcut ambazo hutumika kwa maana sawa katika program nyingi za kompyuta. Tuanze na hizi hapa nne, ambayo ni control a, chagua kila kitu kwenye file au dirisha; control c, nakili; control x, kata na control v, bandika, ambayo tulikuwa tuna control all tare hapo: select all, copy cut pamoja na paste. Twenze tukaone Tuseme tunazo document zetu zo zote hizi hapa, au tunayo mafaili yetu yote haya, tunahitaji tu ya cut kwanza. Kwa tuna e, kwa select all yote, tunabonyeza control o a kwa ku select all, then tukisha select all tunabonyeza control x kwa ajili ya kufanya nini, ya ku cut, then tunalitafutia folder ya kwenda kuyaingiza haya tayari hapo. Kwa tunaondoka tunakwenda tuna kutafuta folder ya kwenda kuyaingiza, tutengeneze folder ili iwe rahisi kwetu sie kuja kuyaona Tutengeneze folder kwanza hapa. Kwa hiyo tunatengeneza folder letu e, tunalita. tunalita jina lolote hapa ambalo tunalihitaji tutalita hapo tayari. Kwa hiyo humu ndani yake sasa ndio tunakuja tunaingiza kile ambacho tunakihitaji. Kwa hiyo tunafanya nini? tuna control v kwa ajili ya kupaste. Kwa hiyo control v kazi yake kubwa ni kufanya nini? ni kupaste. Kwa hiyo tumepaste yote ambayo tumea cut kule kuna kitu cha kujifunza hapa kwenye kesi ya kukat. Twenzetu kwenye folda ambalo tumelitoa. Ona, tulipotoa tulipokat, humu ndani hamna kitu chochote, maanake vitu vyote vimetoka, vimeenda katika folda ambalo nimeziingiza baada ya kupest. Twenzetu kwenye kukopi. Sasa kukopi tunafanyaje? Kwenye kukopi tunafungua folda letu, then vile vile tuna select all kwa control a. Tukisha select all tuna tuna kopi kwa control c. Kwa hiyo tukesha kopi, tunaenda kwenye folder ambalo tunahitaji kwenda kuingiza eh, hizi dokumenti zetu au hizi file zetu tunaziingiza home. Kwa hiyo tuna pesti kwa control v. Kwa hiyo tumepesti eh, kama ulivyoona hapo, yote haya tumeyapesti, eh, dokumenti zetu zote tumezipesti hapo kwa hiyo basi, baada ya kusha paste, tuanze tukaona tofauti yake. Tukija huku kule ambako tumezichukua na huku tunazikuta, maanake copy kumbe tunatengeneza nakala nyingine ambayo inafanana na kama ile. Kwa hiyo unakuta huku zipo na huku ziko, tofauti na ile kwenye kunini, kwenye kukat, kwenye kukat maanake unaziondosha kule zilipo, unazipeleka sehemu nyingine. Twenzetu kwenye kipengele chingine ambao ni control Z au Z, maana yake nirudisha nyuma una undo na control Y, control plus Y Y plus, maana yake nirudisha mbele control Z eh, kurudisha nyuma hatua ya mwisho iliyofanyika katika nini, katika program. Lakini pia control Y ni shortcut ya redo ambayo inarudisha hatua iliyofuta kwa kwanini, kwa kutumia control plus Z. Twenzetu kaone, let's say tunayo document yetu hii, tunahitaji kwanza tuifute au sio? kwao tunaifuta hii, tukisha kuifuta hapa chap imeshafutika . Ah, tunagundua kwamba kumbe tulifanya makosa kuifuta, kwa hiyo tunabonyeza control z kufanya nini? Kuirudisha ile document. Kwa hiyo document yetu tunaiona hapo imesharudi; tayari document yetu tunayo. Lakini ah, kumbe ah, ni sahihi kule kuifuta kwangu, kwa hiyo kurudisha kile ile kufuta maana yake unabonyeza control y inajirudisha kwamba ilikuwa imefutwa. Kwa hiyo hiyo ndivyo control y na control z zinavyofanya kazi eh, kwa pamoja. Okay. Then tunakwenda control s; maana yake ni kuhifadhi file. Hutumika kuhifadhi kazi unayoifanya program yoyote ambayo inayosupport nini, e, uhifadhi wa file, mfano ndio kina Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, Notepad, Photoshop na mengine mengi mengi. Sisi tutafanyia mfano kwenye nini, e, Microsoft Word, au sio? Mfano tuanze na document ambayo tayari imeshaseviwa, hii hapa ninayo, nimesha save. Kwa kuwa nimesha save just naandika tu ikiwa ishawahi isha kuseviwa. Sasa kuna utofauti wa kusevu tofauti na ambayo haijawahi kuseviwa, hebu tuanze tukaone. Kwa hiyo hapa naidai kuandika kidogo eh, nimeshaandika hapa eh, hasa nahitaji kuisave, kwa hiyo nitabonyeza Control S. Hii itajisave tu moja kwa moja kwa sababu tayari kule imesha save, kwa hiyo kitajisave hichi ambacho nimekiandika, lakini kama nitatengeneza kipya hebu tuanze tu, nimetengeneza dokumenti mpya. Dokumenti mpya ambayo nimeitengeneza ndo hii hapa, au sio? Sasa dokumenti hii nikiandika, kwa hiyo naiandika hapa kidogo tu mpaka e, mimi ni Abdullah Aziz Abdullah, au sio? Kwa hiyo tayari nimeandika hapo. Sasa nataka kuisave. Kwa unabonyeza control S hii itakuja, itaniletea mdogo mdogo. Kwa hiyo unabonyeza kwenye kompyuta, e, kwenye desktop, maana yake ni save mimi kwa sababu ndio kwanza hatua yangu ya kwanza kusave, then kama utabadilisha jina utabadilisha jina. Kama hubadilishi basi uta save jina lile ambalo lipo. Then tunakwenda control control, maana ni kufungua file. Kwa hiyo inatumika kufungua file iliyohifadhiwa awali kwenye program yoyote inayosupport ufunguaji wa file. Nazo ni same kama zile kule Microsoft Word, Excel, e, na nyinginezo PowerPoint e, na nini. Kwa hiyo hizi ndo document zote ambazo hapo awali nimefanya nini? Nimezifungua mimi mwenyewe zote hizi. Hizi ni recently used. Lakini ah e bwana we, sitaki hizi, nataka nende kwenye nini? Kwenye kompyuta wenyewe sasa, nione moja moja ambayo nahitaji. Kwa hiyo unakuja huku, unafungua, unatafuta memory zako zilipo, then unafungua ile document yako ambayo wewe unafanya nini, document ambayo unahitaji. Kwa hiyo unakwenda mpaka kwenye document ambayo unaitaka, unaifungua. Ukeshaifungua ile document eh, Unaifanyaje? Unaiselect kwa, ukisha iselect dokumenti yako ndo unaingiza e, moja kwa moja kule kwenye lile, kwa mfano kama hivyo -tap, kwa nimefungua moja kwa moja dokumenti yangu imekaa kwenye word. Kwa hiyo hii ndo kazi yake e, control o maanake una open tayari, hapo una open yale mafaili yako. Baada ya hapo sasa, kuna Control P ambayo ni chapisha, hutumika kufungua dirisha la kuchapisha, yani kuprinti, kwenye programu yote ambayo inasapoti masuala hayo ya kuprinti inajumuisha kina Microsoft Word, Excel, Photoshop na zinginezo tayari hapo. Kwa hiyo tuanzeni tukao, ni mfano kama ilivyo ada, tunatumia Word Control P, kwa hiyo inakufungulia lile dirisha la kufanya la, kucha, la kuchapisha. Kwa hiyo utachagua ina printer, labda unataka page ngapi, yale yote yanayohusiana na masuala ya kuprint. Baada hayo machache, niseme sina mengi, e, eh, mengi ya ziada tutakutana nayo katika video zinazofuata. Usiache kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare. Hii ni M Hatari TV. Karibu